Habari za muda huu waandishi habari, kwanza timu kama timu, sisi kama wachezaji tupo tayari kwa mchezo wa kesho ya yanga ya tutu. Unajua Yanga ni, ni, ni timu wa design gani katika nchi yetu na tunajua strong point za Yanga zipo wapi. Mimi ninaamini katika yale tutakaoenda kuelekezana na walimu wetu, tutacheza kulingana na game plan ya walimu wetu, kwa maana walimu wetu wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama wachezaji mimi ninaamini ndio maakta wa mwisho katika uapa mchezo. Kwa hiyo tutamalizia sesheni ya leo ilimadi kuona wale kumi na moja watakao watakaotuwakilisha katika siku ya kesho, lakini tunafahamu tunaenda kucheza mchezo mkubwa katika nchi yetu tuliopo. Kwa hiyo haihitajiki, yaani motivation kubwa kucheza mchezo kama huu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ninaamini tutajitoa kwa, kwa dakika 90 plus ambazo tutapambania Azam FC kupata point tatu. Ah, uh, kwanza ni nimetangulia kusema hapa, tunaenda kucheza mchezo mkubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo mchezo mkubwa kama hizi dabi tu tunazoenda kuzicheza against Yanga au Simba ni, ni michezo ambayo ninabeba kitu kikubwa sana katika nchi yetu tuliopo, kwa hiyo ni michezo ambayo haitumii nguvu kubwa kumotivate mchezaji ambaye uliokuwa naye, ili limali aende kukitoa kile kitu ambacho alichokuwa nacho kwa asilimia zinazohitajika. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kukaa kuzungumza na kuelekezana vitu gani ambavyo twende tukavifanya katika mchezo wa kesho, ili mradi tuende kutengeneza nafasi nyingi, tuweze kuzuia vizuri na tuweze kupata point tatu katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni, ni sisi kama wachezaji kuendelea kuhimizana pamoja na walimu wetu kuendelea kupeana vitu vizuri ambavyo vitakavyopelekea Azam FC kupata point tatu kwa siku ya kesho. All in all tunawaheshimu sana Yanga, ni wana timu mzuri, wana muunganiko mzuri kwa sasa hivi, ni watu ambao ukiwaachia chance moja hiyo hiyo, ni wanaweza kukuzuru nayo. Kwa hiyo ni kuzipunguza hizo kuto kupata chance na mazuri yao kuwafanya kuwa mabaya katika siku ya kesho. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kupambana katika hizo dakika 90 plus na hatimaye za MFC aweze kupata point tatu katika siku ya kesho. A, tunatambua mchezo wa kesho, tuko nyumbani, kwa hiyo ni mchezo ambao tupo katika uwanja ambao kila siku tuna treni hapo, kila siku tunamkia hapo. Kwa hiyo tunakuwa comfortable sana tukicheza nyumbani, na uo comfortable haimaanishi kwamba tumeshaishinda mechi. Tunahitajika tuna tukatoe nguvu ambazo zinahitajika zitoke siku ya kesho, ili madi kuweza kupola pointi kwa Yanga. Kwa hiyo kama Yanga nini unavyomfahamu au tunavyomfahamu ni timu nzuri ambayo ninaweza kukuta pointi popote, na ni wana wachezaji wazuri, kwa hiyo haimaanishi sisi kuwepo katika uwanja wetu wa nyumbani ndiyo kupata pointi tatu kabisa. Kwa hiyo inabidi kwanza tuzipambanie hizo pointi tatu ili mradi tuweze kuzipata. Na tukiwa nyumbani tunakuwepo katika momentum nzuri kwa maana kila kitu cha pale tunakifahamu, tun, tuna train pale, tunafanya vitu vingi pale. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kupambania heshima ya nyumbani kwetu. Kwa hiyo mimi ninaamini tutaiweka heshima hiyo kesho ili mradi Azam FC iweze kupata pointi tatu katika siku ya kesho.